Husimamia amani na usalama wa nchi yetu ilani -chama pinduzi ya Chama cha Mapinduzi na dhamira ya rais wetu Samia Suluhu Hassan ni kuhakikisha kwamba Watanzania wanaendelea kuwa salama, kuhakikisha kwamba mipaka yetu yote na nchi jirani inakuwa salama, kuhakikisha kwamba Watanzania hawatishiwi usalama wao kutoka nje ya nchi yetu na nje ya mipaka yetu, lakini pia kuhakikisha usalama wa ndani katika nchi yetu unaendelea na kwa kufanya hivyo, rais wetu amezamiria kuimarisha kuendelea kuviimarisha kuvijenga vikosi vyetu vya ulinzi na usalama. Kazi ambayo rais wetu amefanya kwa miaka mitano iliyopita ya kuimarisha vikosi vyetu ni kubwa na ya mfano, lakini rais na chama chetu vimezamiria kuendelea kuimarisha usalama wa watanzania kwa kuimarisha vikosi vyetu. Jambo lingine ambalo ilani ya CCM imezamiria na rais wetu amezamiria ni kuendeleza umoja na utangamano wa kitaifa kwa watu wetu, <todicu> lakini vile vile kuhamasisha wananchi wetu kuzielewa sheria zetu na kuzifata, ili nchi yetu iendelee kuwa nchi ya amani na umoja. Kila mtu akipata sheria, nchi yetu inakuwa na amani na umoja. Uongo kweli? <todicu> Lakini kwa Tunduru, mambo yaliyokusudiwa kufanya katika miaka mitano inayokuja katika baadhi ya sekta nitayataja kama ifuatavyo. La kwanza tunakwenda kuboresha hospitali yetu ya wilaya kwa kuiongezea majengo, kwa kuongeza majengo, kuongeza vifaa tiba na kuongeza wataalamu, ili watu waweze kutibiwa magonjwa karibu yote hapa hapa Tunduru. Hapo vipi? Hapo vipi? lakini pia tunakwenda kujenga zahanati mpya kumi. Zahanati mpya ngapi? Kumi. Lakini pia tunakwenda kujenga vituo vipya vya afya vitano. Hapo vipi? Na nia ya CCM na nia ya Rais Samia ni kuona kwamba huduma za, za afya kwa watu wetu zinasogea karibu na mahala wanapoishi wa ili kila Mtanzania aweze kupata huduma ya afya sio zaidi ya kilomita tano kutoka anapoishi. Hapo vipi? CCM oyee! lakini vile vile ilani ya CCM na Rais wetu Samia Suluhu Hassan vimedhamiria kwa pamoja kuhakikisha kwamba elimu yetu inaimarishwa katika Tanzania, na moja ya maeneo tuliosema tunaimarisha elimu yetu ni pamoja na kuimarisha zaidi miundo mbinu. Mpaka sasa kazi iliyofanyika ni kubwa sana, lakini tumesema bado tunaendelea kuimarisha. Ndio maana kwa Tunduru ilani yetu inasema tunakwenda kujenga shule zingine mpya za msingi tano na shule za sekondari tatu mpya za kisasa. Hapo vipi? Lakini vile vile kwa shule za msingi za zamani, kwa kuwa watoto wetu wanaongezeka, tunakwenda kujenga madarasa mapya mia mbili na kumi na kwa shule za sekondari tunakwenda kujenga madarasa mapya sabini. Hapo vipi?